Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya tiba Facts Online Tv. Ni siku nyingine tena tumekutana katika chaneli hii katika elimu ya tiba, na tutakuwa katika elimu ya abjadi. Elimu ya abjadi ni ile elimu inayozungumzia habari za herufi na namba za abjadi, na abjadi ndo zile herufi zilizoiunda Qurani nzima tunaposema Qorani au kitabu kitukufu cha Qorani kimeandikwa na zile herufi ishirini na nane zikaikamilisha Qorani nzima. Sasa zile herufi ambazo ni alifu, be, te mpaka ye ndo zinaitwa abjad, hizo alfabeti. Sasa hizo alfabeti zina kazi zake, na zipo kazi nzuri na zipo kazi mbaya iwapo kama mtu atakuwa ana ujuzi wa kuzitumia herufi hizo. Tumekusha jifundisha herufi nyingi sana takribani herufi ishirini na moja mpaka sasa, na leo tutakuwa katika herufi ile ya ishirini na mbili ambayo ni herufi ya kafu. Kuna qaf na kaf, hii ni ile kafu ya kawaida ambayo ni herufi ya ishirini na mbili katika mpangilio wa zile alfabeti za abjadi, na ina uzito wa ishirini, au thamani ya herufi hii katika mpangilio wa abjadi au katika zile hesabu za abjadi inasimama na thamani ya ishirini. Lakini hii ni miongoni mwa herufi zenye siri nyingi sana, na kauli, na kauli yake katika herufi hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu, yani ile alitakalo liwe, Mwenyezi Mungu husema tu kuwa na linakuwa, yani ile kauli ya kun fayakun. Kwa hiyo hii herufi inasimama hivyo kwamba ni kauli ya Mwenyezi Mungu, anaolitaka kuwa basi linakuwa. Kwa hiyo hii ni moja ya herufi yenye siri na maajabu makubwa. Sasa faida ya herufi hii zipo nyingi, leo tutaliangalia chache moja ya faida za herufi ya kafu ni mtu anaweza kupata jambo lake lolote analolitaka kwa kumwomba Mwenyezi Mungu, anaweza akakubalika na kupewa kupitia herufi hii ya kafu. Lakini pia mtu yote anaweza akatumia herufi hii kutibu ugonjwa wa wasiwasi. Ugonjwa huu huo unasababishwa na mashetani, unakuta mtu anakaa kwa wasiwasi, hata akibaki nyumbani kwake anakuwa ni mtu mwenye kuogopa ogopa, anahisi kama vitu vinamtembelea E, basi ugonjwa uga unawakumba sana watu na unasababishwa na mashaitani. Pia herufi hii ina uwezo wa kufungua milango ya pepo ya mja wa Mwenyezi Mungu. Eh, kupitia herufi ya kaf, lakini pia herufi hii ina uwezo wa kumfanya mtu akapata utajiri wa halali. Utajiri ni zawadi eh? Sio riziki kama Mungu alivyoandika E, utajiri ni kitu ambacho Mungu anampa mtu kama sehemu ya zawadi. Kuna riziki na wewe utajiri. Kwa hiyo riziki ni kitu ambacho Mungu ashakiandika, wewe uko hai utapata hichi, utapata hichi, utakula hichi, utapata hichi, lakini utajiri ni jambo ambalo analitoa kama sehemu ya zawadi. Sasa mtu anaweza kaomba zawadi hiyo ya utajiri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia herufi hii ya Kaf, lakini pia herufi ya Kaf ina uwezo kutibu maradhi ya mwili. Ee, maradhi mbalimbali mbali ya mwili anaweza mtu akatumia herufi hii akajitibia, lakini pia mtu anaweza akatumia herufi ya kafu kupata amani kutokana na vitimbi vya watu. Sasa tukiangalia moja ya faida za herufi ya kafu katika kipengele cha kupata jambo lako lolote, unaitumiaje herufi ya kafu? Ni kwamba mtu yeyote atakayeiandika, mtu yeyote anayejua kuandika akaiandika herufi ya kaaf kama ilivyoonekana au inavyoonekana hapo kwa lugha ya Kiarabu, lakini akaiandika katika karatasi kwa idadi ya mara mia moja na moja kwa kutumia kalamu ya kawaida, kisha akaikunja karatasi hiyo vizuri, akawa anatembea nayo karatasi hiyo kama azma, akaiweka labda katika pochi au katika waleti katika mfuko wa nguo, akawa anakwenda kwenye mizunguko yake, huko anakokwenda, basi mtu huyo atafanikiwa katika jambo lake analolitaka. Mfano, unakwenda kuomba kazi, we unakwenda kwenye shughuli zako za utafutaji, makusudi wako ni kupata riziki, basi kile utakachokuwa umekikusudia kwenda kukifanya utakipata, au kama kuna jambo umelikusudia kwenda kulifanikisha labda ni mahakamani, ni polisi, unakwenda kumwekea mtu zamani, unaogopa sikusumbue sumbue, ukadhamilia hivyo, ukaenda huko, unakokwenda utafanikiwa. Lakini kuna utaratibu: wakati unaiandika herufi ya kafu, utakuwa unasoma uladi unaosema ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kwa hiyo yaam e, uladi utausoma mpaka utakapomaliza kuiandika herufi hiyo kwa idadi ya mara mia moja na moja. Unaruhusiwa pia kusimama au kusimamisha visomo na kuhesabu herufi zimefika ngapi, ila zisizidi idadi ya mia moja na moja wala zisiwe pungufu ya idadi hiyo. Kwa hiyo kila utakapokuwa unaendelea kuandika kafu moja, unakuwa unasema ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Huo ndio utaratibu wa kuandika herufi ya kafu katika kupata jambo lolote ulitakalo. Faida nyingine ya herufi ya kafu ni kutibu ugonjwa wa wasi wasiwasi. E, kama mtu anasumbuliwa na ugonjwa wa wasi wasiwasi basi, utamwandikia kombe la herufi ya kafu na itaandikwa kwa itaandikwa herufi hii katika karatasi kwa idadi ya mara mia moja na moja kwa wino wa zafarani. Lakini kisha ikishaandikwa kwa wino wa zafarani yataoshwa maandishi hayo katika maji safi, kisha maji hayo atapewa mgonjwa anayesumbuliwa na ugonjwa wa wasiwasi, au mtu mwenye maumivu katika mwili. Kama una maumivu katika mwili wako unaweza ukatumia kwa kunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku saba, shala utapona. Lakini pia kwa mtu mwenye magonjwa ya wasiwasi anatakiwa anywe pia, yeye awe anakunywa, lakini pia yeye ana option nyingine anaweza akawa anaoga pia kwa sababu wasiwasi mara nyingi unasababishwa na mashetani. Mwenyezi Mungu anasema minshali liwasiwasi lkhanas, najikinga kwa Mwenyezi Mungu na shari ya yule anayetia wasiwasi katika nyoo za watu. Kwa hiyo ni majini ndio huwa na tabia ya kuwapa watu ugonjwa wa wasiwasi. Faida nyingine ya herufi ya kaf ni kufungua milango ya pepo. E, pepo ni kwa wale wenye imani. Ni maisha baada ya kuisha haya ya kidunia, baadaye yatakuja maisha ya kaburini alafu maisha huko kwenye raha hizo. Wakristo wanasema paradiso au paradise. E, wengine wanasema mbinguni, ni sehemu yenye starehe ambayo Mungu ameiandaa kwa waumini <coughs> na wale waliotenda wali. matendo mazuri. Sasa milango ya pepo kuna namna ya kuifungua mbalimbali, kuna amali nyingi mtu anaza akazifanya zikafunguka pepo kwa ajili yake. Kwa hiyo kinachotenganisha baina yake yeye nakwenda peponi huwa ni kifo tu. Ikitokea amekufa huyo anaenda zake peponi kula supu. Sasa hii herufi unaweza ukaitumia kuifungulia milango yako ya pepo. Kama mtu ataitamka herufi hii mara nyingi, akawa anapenda kusoma herufi hii ya kaf kaf mara nyingi kila siku, basi atakuwa anaifungua milango yake ya pepo. Kwa hiyo akijaliwa kufa katika kipindi hicho, bado Mwenyezi Mungu amemwafikisha kuitamka herufi hii, basi itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo yake. Faida nyingine ya herufi ya kafu ni kupata utajiri kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Uh, utajiri upo aina nyingi. Sasa Mungu anaweza akafungua utajiri wa aina mbalimbali kuna utajiri wa elimu, ni utajiri kuna utajiri wa mali, kuna utajiri wa watoto, kuna utajiri wa vyeo, kuna utajiri wa madaraka. Kwa hiyo unapozungumzia swala utajiri, usifikie tu hela pesa, hapana. Unaweza ukawa ni utajiri wa mashamba, utajiri wa makampuni we, utajiri wa miradi, utajiri wa maduka utajiri wa magari. Unakuta wewe ndio mwenye unamiliki magari mengi kuliko wengine katika sehemu unayoishi. Kwao utajiri hapo umeganyika maeneo mbalimbali. Sasa ukitaka kupata utajiri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia herufi hii ya kun fayakun, ambayo ni Kaf, utaiandika herufi hii ya Kaf kwa idadi ya mara ishirini na moja, utaiandika katika karatasi eh kwa kutumia kalamu ya kawaida , lakini inaweza kuwa blue au black au redi ambayo ni nyekundu, sawa tu. Kwa utaandika kwa idadi ya mara ishirini na moja katika karatasi, kisha utaisomea karatasi hiyo hiyo oh, uliyoiandika herufi hii utaisomea uladi unaosema: ya karim, ya iklam, ya karim ya iklam ya karimu, ya iklam. Kuna maneno mawili hapo. Sasa haya maneno mawili kuyasema, ya karimu, ya iklam, ukiwa umeishika karatasi ile e, unaweza kuwa unachoma ubani wako mzuri, unachafuta ubani labda ubani kandari au ubani dhuhura au ubani maka, ila zile ubani nzuri, nzuri au bukhuri, nzuri nzuri. He, ndo unakuwa unapitisha ile karatasi kwenye ule moshi moshi, huku unasoma ya karim ya iklam ya karim ya iklam. Utaisomea hiyo karatasi kwa idadi ya mara mia moja na moja. Idadi imerudia sehemu nyingi eh. Koo, ndo uzani wake wa kuisoma herufi hiyo, utaisoma kwa idadi ya mara mia moja na moja. Kisha karatasi hiyo utakuwa unakuwa nayo katika shughuli zako, ina maana unaweza kaikunja vizuri ukaiweka katika wallet, au katika pochi yako ukawa unakwenda kwenye mizunguko yako ya utafutaji, basi Mwenyezi Mungu atajalia kupata mafanikio makubwa sana katika shughuli zako. Kumbuka herufi hizi zinatumikiwa na mahudamu, zina watumishi wake maalum. Na herufi moja ya abjad inatumikiwa na mahudamu zaidi ya elfu sabini, elfu sabini herufi moja alifu bsio herufi zote ishina, herufi moja ya abjadi inatumikiwa na makudamu elfu sabini, na ni elimu ya moto kwelikweli kwa yule aliyestafidi vizuri kuisoma elimu ya abjadi na barati, anaujua vizuri moto wake. Na tena kuna wengine wamepoisoma tu hizi elimu mbili, wakaachana na mambo yote, elimu zote wakazipiga chini, hawasomi dua tena leo hawafanyi mitishamba, wanatumia tu abjadi na barati, abjadi na barati na wanafanikiwa katika majambo yao mbalimbali. Kwa hiyo hizi ni elimu ambazo zinatumikisha makudamu, yaani wapo watumishi wake maalumu wanaozisimamia hizi herufi, elimu mbili, elimu ya abjadi na barati katika kutekeleza au kumtekelezea mtu majambo yake. Kwa unapoiandika hii karatasi, ukaiweka kwenye waleti yako, kwenye pochi yako, ukawa unatembea nayo kwa utaratibu tumeoelekezana hapa, itakukusanyia riziki zako kupitia wale mahudamu wanaoitumikia hii er, er, hii herufi ehe, ila tu usiache kufanya kazi. Kuna mwingine akisema, kama ni hilo tu, hamna shida, ataandika ataweka kwenye waleti, anakuwa anatembea, au anakaa tu nyumbani. Sasa nataka sasa utajiri uje na usubiria, hapa nimekaa Kumbe nitakiwa afanyeje? Ajishughulisha, afanye kazi. Sasa katika zile kazi zako ndo baraka na mafanikio yatafunguka huko. Unaweza kuwa ni mtu wa juhudi ndogo tu, lakini mafanikio unayopata ni makubwa e. Kwa hiyo namna kama hivyo. Kwa hiyo herufi hii inaweza kumpatia mtu utajiri, lakini kwa utaratibu huu ulioelekezwa. Shara kwa leo utaishia hapa. Tutaendelea katika kipindi kingine kuziangalia herufi hizi. Kikubwa kama ndo kwanza unasikiliza elimu hii ya abjadi, basi nakushauri urudi kwanza nyuma ukasome vipengele vilivyotangulia, hususani vipengele vya riadha ya abjadi. Kuna utaratibu wa kukaa riadha, unazikalia hizi herufi kupata muunganiko e, yani zikuzowee na wewe uzizoe, lakini pia kupata ile nguvu ya kirohania ambayo inatokana na herufi hizi, lakini pia kufunuliwa lile pazia baina ya kowe na mahudamu. Sasa Mwenyezi Mungu akikuondolea lile pazia, ndio pale unapoweza kuzitumia hizi herufi na zikakusaidia. Ni taratibu tu za kawaida e, ukifuatilia hata hapo ukiandika tu riadha ya abjadi nimeshaelekeza japo ina muda mrefu hiyo klipu, utaisikiliza vizuri na yenyewe itakuelekeza mambo gani ya kufanya, mambo gani ya kuzingatia, yapi ya kuacha, yapi ya kutelekeza, ili ukae vizuri li kwenye riadha yako. Ukishamaliza riadha yako, na ni siku saba tu riadha hiyo, tena riadha abjadi sio kama ya balati. Ya balati ndio ina- inamwamuru mtu aanzie siku ishirini na moja akishindwa aje siku kumi na nne. Akishindwa kabisa, aje siku saba. Kwa siku saba ni chaguo la mwisho ila, ab, e, ila barati inamtaka mtu akae wiki tatu, ila abjad yenyewe siku saba zinatosha kabisa mtu kumaliza kila kitu ndani ya hizo siku saba, na utatoka vizuri, ushakuwa na mahudamu wako vizuri, na ndio pale ukiitumikisha elimu hii kupitia herufi fulani fulani tulizo e, zitaja au utakazokuwa unazisoma zitakuwa zinakuletea majibu ya papo kwa papo. E, kwa hiyo namna kama hivyo, kwa hiyo, kama hivyo. Kwa hiyo kama ndio mara ya kwanza unaisikia elimu hii basi usikurupuke kwanza kuitumia. Rudi nyuma kidogo kwenye kipengele cha riadha ukapate mwongozo vizuri au tafuta kitabu chake cha Abjadi. Hiki kitabu miwaga na kiuza shilingi elfu ishirini ukikihitaji kutoka kwangu soft copy yake inauza shilingi na hadi kopi yake inauzwa shilingi elfu arobaini na tano. Lakini kwa sasa hadi kopi zimeisha, ila soft copy ukihitaji, ni elfu ishirini unatumiwa, ukiwa nchi yoyote unapoweza kuisikiliza clip hii, inakufikia ndani ya muda mfupi tu. Eh, namna kama hivyo, kwa inshallah tuishie hapa, lakini kwa mahitaji ya vile vitabu vingine kama vya Barati, majabu ya Qurani, mwongozo wa tabibu, elimu za mitishamba shamba ulimwengu wa majini na fulaha ya ndoa, vyote vinapatikana unawashiana mimi na kutumia kwa njia ya soft copy, ndio njia rahisi na salama, inaweza kukufikishia kitabu kwa muda unaohitajika inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.